Wakati chama cha NCCR Mageuzi kinawika baada ya uchaguzi wa 95, wenyewe kwenye vikao vyao kule hotel ya Raskazon Tanga walivunjiana viti wakapita madirishani. Ikao ndio mwanzo wa kusambaratika kwa chama cha NCCR Mageuzi na hayati Agostino Aliatonga Mrema akaondoka NCCR kwenda chama cha TLP. Lakini siupeleke mbali, twende tujuzi katika uchaguzi wa chama kilichokuwa kinasema ndio chama kikuu cha upinzani nchini Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Uchaguzi wa ndani ya chama hauku kiacha chama hicho salama hata kidogo, na mnakumbuka ushindani na, na vituko vilivyokuepo wakati wa kampeni zao, kati yaliyekuwa ya mwenye, mwenyekiti wa chama na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama. Baada ya makamu mwenyekiti kuibuka kwa ndio mshindi na kila moja kupata alichopata, chama kile kimegawanyika vibaya sana ninyi ni mashahidi na nchi hii ni vizuri wae tuweke records vizuri. Uchaguzi ule haukuiacha CHADEMA salama. Ume, imezuka makundi, ime, imeibuka makundi kama matatu. Kundi moja kama mnavyojua ndio limekwenda kwenye upinzani na kujiunga na chama cha chauma, wametoka CHADEMA. Kundi moja halieleweki lilipo linaloongozwa na aliyekuwa mwenyekiti wa chama limenyamaza, haliko, haliko huku chauma halijaenda upinzani, halijiungi na mwenyekiti wao. Mwenyekiti mstaafu wa amenyamaza, naye anatazama tu, lakini kundi la tatu ni kundi la no, elek no, no, no, reform no election. Sasa hili la no reform, no election, nataka niwaambie, sio kwamba kauli mbiu ya no, no, no, no, no reform no election sio sio kwamba sio kwamba Eti, kwa sababu unataka mabadiliko ya katiba, unataka mabadiliko ya tume ya uchaguzi, unataka mabadiliko ya sheria ya uchaguzi. Katiba hii hii hii hii hii hii ya sabini na saba, sheria hii hii ya uchaguzi, tume hii hii ya uchaguzi ndio iliyompa silaha, kura zile alizozipata Lowassa, kura alizozipata Lipumba, kura alizozipata Mrema, kura alizozipata, ndio iliyomtangaza iliyomtangaza Mboye kuwa mbunge ikamtangaza silaha kuwa mbunge ikamtangaza Nyika kuwa mbunge ikawatangaza wagombea wa vyama vingine vya siasa kuwa wabunge, na wakapata kura walizozipata. Imempa silaha kura alizozipata mwaka ishirini elfu mbili na kumi dhidi ya rais aliyekuwa anatetea kiti chake kwa mara ya pili, akatoka asilimia themanini na mbili kuja asilimia sitini na mbili. Katiba hii hii, tume hii hii, sheria hizi hizi. Kwa tatizo sio katiba, sio tume ya uchaguzi, wala sio wala sio wala, wala, wala, wala, wala sio sheria ya uchaguzi. Tatizo ni kwamba vyama hii, chama hiki hakikujipanga kutokana na mipasuko yao ya ndani wa wenyewe. Sasa kama hukujipanga, hukujiandaa, umeshindwa kusimamisha wagombea kwenye serikali za mitaa mwaka, mwaka, jana. Leo unataka Tanzania tukae tunyamaze, tukusubiri wewe ujipange. Sasa mimi nataka kusema hivi. Uchaguzi wetu unaendeshwa kwa mujibu wa katiba na kwa mujibu wa sheria. Ni miaka mitano mitano, wabunge ni miaka mitano, rais ni miaka mitano, madiwani ni miaka mitano. Wewe umekwenda likizo ugaibuni, umeendelea kwenda kukaa huko, alafu leo ukipanga chama vizuri hamjamaliza tofauti zenu za ndani, alafu unaibuka ghafla, unataka sisi tuahirisha uchaguzi we ujipange. Hakuna mchezo ambao hauna kanuni.